Uh, Ufunuo 12 mstari wake ni wa saba, mm, inasema kulikuwa na vita mbinguni, mm. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka yule, jo, na yule joka, yule joka naye, mm, akapigana nao pamoja na, ma, na malaika zake mm, nani inasema nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni, mm. Tisa inasema nasema ya kwamba kulikuwa na nini vita mbinguni. Nani na nani walipigana? Mikaeli, Mikaeli akaweza kupigana na yule joka yule joka. Kumbe vita hizi hizi ambazo tunasema ndio, uh, ndio, ndio nini inayosababisha hiyo mapambano yote, kumbe vita hizi ziliweza kuanza wapi mbinguni, na wala na sio duniani nile. Na mwanzilishi wake ni nani? Ni shetani, ni yule joka, na yule joka malaika zake na anaitwa nani? Ibilisi, shetani, eh, shetani mkuu. Labda usome mstari wa tisa, tusikie majina yake huyu ambaye ni mwanzilishi wa vita haya. Yule joka akatupwa yule mkubwa, nyoka wa zamani mm, aitwaye Ibilisi na shetani mm, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye mina. Yaani ya kwamba huyu shetani ambaye ndio mwanzilishi mkubwa wa vita kumbe, yeye ndio kamanda wa jeshi la uovu wo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba vita hizi ama mwanzo wa mapambano yote ambayo tunashuhudia duniani, hata sahii ukiangalia, nji na nji zinapigana, ukiona pale Somalia wanapigana, ukiangalia Ukraine wanapigana na na Russia, ukiona Middle East ni vita na vita kila wakati, Kongo ni vita. Mapambano haya yote kumbe yameweza kuanzishwa na nani? Na shetani.